Mwanangu wewe ingia vyovyote vile, nipo hapa, pole sana. pole ya nini? Ah, huo sio msiba. Kwa unapeana pole ukiwa unaumwa, kuna msiba ndo tunapeana pole. Lakini kwenye swala zima la matokeo, uh, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama uh, mechi ilikuwa upande wetu yaani tunaweza tukasema dakika za mwanzo ambazo tumeanza TRA, kusema ukweli, tulikuwa katika ubora wetu hasa, lakini kwa bahati mbaya mpira ni dakika tisini. Nafikiri kuna siku moja nilizungumza juzi kwenye Media Day nikasema, mpira wa miguu ni mchezo mmoja ambao ni wa kikatili sana. Yaani unaweza dakika tisini zinaweza zikawa bora kwako au zinaweza zikawa bora kwa mwingine. Kwa hiyo kwetu sisi leo hii uh, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho tumekipata. Tumepoteza mechi ya pili mfululizo, tumepoteza mechi dhidi ya JKT Tanzania na leo hii tumepoteza mechi dhidi ya Mtibwa. Uh, kwanza tunawapongeza wachezaji, lakini pia tunalipongeza benchi letu la ufundi kwa maandalizi mazuri ambayo wameyafanya, lakini pia kwa mchezo mzuri ambao wametupa. Uh, ingawaje hatujapata matokeo mazuri lakini tunawapongeza wachezaji kwa kile ambacho wamekifanya siku ya leo. Wameonyesha uwezo wao, wamecheza vizuri, lakini mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Yale makosa ambayo sisi tumeyafanya, wenzetu Mtibwa wakayatumia kama advantage ya kuweza kupata faida ama ya kuweza kupata ushindi ambao wameupata leo hii. Kwa hiyo sisi kama TRA bado tunazidi kusonga mbele, kwa sababu safari bado inaendelea hii ni mechi yetu uh, ya, ya tano tunacheza leo hii, bado tuna mechi nyingine mbele yetu, tuna mechi tarehe sita dhidi ya Singida. Kwa hiyo mechi ya leo tunaiacha hapa Chamazi, na mawazo yetu yetu sisi tunaondoka nayo hapa ni kwenda sasa kujipanga na mechi ambayo inakuja mbele yetu, kwa sababu hatuwezi tukairudisha nyuma matokeo haya ya leo, na badala yake tunapaswa kujipanga vizuri zaidi kwa michezo ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba tulichokipata leo hii tunaondoka nacho hapa na tunakwenda kutengeneza timu iliyo bora zaidi na matokeo bora zaidi katika mchezo unaokuja, na hatuna sababu ya kukata tamaa na hatuna sababu ya kuwa wanyonge. Uh, tunaumia kwa sababu tumepoteza mechi mbili mfululizo, lakini kwa kuumia huku hatuhitaji tutoke kwenye mchezo hatuhitaji tutoke kwenye focus ambayo sisi kama klabu tumeiwe tumeiweka na badala yake, tunapaswa kuwa imara zaidi na kuangalia wapi ambapo tumekosea katika mechi iliyopita, lakini pia na mechi hii ya leo, na hivyo sasa tukasawazishe yale makosa, ili basi tukaweze kuwa bora katika mechi ambayo iko mbele yetu. kwa spidi hii naweza nikasema kwamba bado kwanza, ndo kwanza kama uh, saa kumi na moja alfajiri. Yaani, kama ni saa kumi na moja alfajiri haimaanishi kwamba uh, sasa kwa sababu tumepoteza hizi mechi ngapi, uh, mpaka sasa hivi mechi tano tumeshinda mechi moja, tumepoteza mechi mbili, na mechi ambazo zimebakia tume, tumekwenda kupata uh, matokeo ambayo ya, kwa maana ya kwamba matokeo ya kusare sisi bado hiyo targeti tunayo, ndio maana nimezungumza awali, sisi hatuna sababu ya kukata tamaa, na badala yake tunapaswa kuangalia wapi ambapo tunakosea. Benchi la ufundi linaloongozwa na kocha ETN Dairagije, tunaamini kabisa kwamba ETN ni kocha mzuri, na hii ni mechi yake uh, ya tatu sasa tangu amejiunga na TRA United Sports Club. Kwa hiyo tunaamini kabisa, kwa muda huu wote ambao amekuwa na wachezaji, kuna vitu tayari ameviona tutakwenda kufanya maboresho na tutakuwa bora zaidi. Kwa hiyo hata ile nia na dhumuni yetu sisi ya kufanya vizuri katika msimu huu wa elfu mbili ishirini na tano, ishirini na sita bado hatujaondoka yaani, bado ipo, bado hatujasarenda kwa sababu ndio kwanza, no, mechi, mechi ya sita leo tumecheza. Ea, kwa maana tumesare mechi tatu a, tumepoteza mbili na tumeshinda mechi moja. Kwa hiyo bado hatujasarenda, bado tupo katika mikakati yetu ya kuendelea kupambana. Mchezo mpira wa miguu na hutakiwi kukata tamaa unachotakiwa ni kuangalia unakosea wapi, urekebishe makosa na mwisho wa siku usonge mbele, kwa sababu ukisema unakata tamaa, tafsiri yake ni kwamba tujitoe sasa kwenye ligi. Kwa hiyo sisi hatuna nia aa, ya kukata tamaa, na badala yake nia ya yetu sisi ni kwenda kufanya vizuri zaidi katika michezo ambayo